Mwanamke ukishaolewa unatakiwa kuoga na si kujimwagia. Wanaotakiwa kujimwagia ni kina tatu pale. Ma single lady. Dakika mbili tu kashajimwagia mwagia huyo anaondoka zake. Lakini wewe mke wa mtu unatakiwa uoge. Kuoga maana yake nini? Kuoga maana yake ni kukitendea haki kila kiungo kilichoko ndani ya mwili wako. Wanawake tuna sehemu kumi na mbili ndani ya miili, kwenye miili yetu, ambazo uchafu wake wewe huoni lakini mwenzio anauona, wewe huoni. Unaweza ukajihisi ni pasafi, kumbe ni nini? Kumbe ni pachafu. Sehemu hizo kumi na mbili zinatakiwa zizingatiwe kila unapoingia bafuni